Ndugu zangu, ni sikukuu ya Pasaka huwa tunaichukulia kama jambo la kawaida, lakini sikukuu ya Pasaka ni sikukuu adimu sana. Inatukumbusha mateso aliyopitia Yesu Kristo ili kutupa nafasi ya pili tuliyoipoteza baada ya uharibifu kutokea katika bustani ya Edeni. Niwaombe waombe nafasi, kama kuna jambo lilikufa, tupitie sikukuu hii ya kumwita Yesu Kristo kwa nguvu iliyotoa lile jiwe, kwa nguvu iliyomfufua kutoka wafu, ikafufue kila kilichokuwa kimekufa katika maisha yetu. Yawezekana ndoa yako inayumba, imefika hatua ya kufa. Yawezekana biashara yako inayumba, imefika hatua ya kufa. Liite jina la Yesu Kristo, mwite Roho Mtakatifu, nguvu iliyofufua kutoka wafu, ikafufue maisha yako upya, iwe mwanzo mwingine mpya iwe matumaini mengine mapya, ili tutakapokweti katika kiti cha enzi tumetazama Baba ulivyo mwema, ya kwamba ulipigana vita vilivyo vyema, ukaja duniani ukauvaa mwili kama inavyosema katika kitabu cha Yohana, naye akafanyika akauvaa ule mwili ili ayapitie mateso yetu. Lengo ni kutuonyesha njia. Njia tunayo na jawabu tunalo. Kwa kwa neno nasema, alitangaza mwisho tangu mwanzo. Tunaujua mwisho wetu. Ni jukumu lako, ni jukumu langu kwa sehemu ya kuitunza amani tuliyoilisi kutoka kwa wazee wetu. Nilipokuja katika huu mkoa nilimuuliza maswali mengi, Mungu, kwa nini umenituma Arusha? Nilikuwa nimeshatoka kwenye utumishi wa umma kwa sababu wako watu ambao walikuwa wanahakikisha wale malaika wasilitoe lile jiwe ili nibaki tabulini. Walitunga kila aina ya maneno wakatengeneza na ushahidi kuhakikisha Makonda achomoki kwenye lile kaburi, na inawezekana siku tatu za Yesu Kristo zinatofautiana. Mimi kwangu siku tatu ilikuwa ni miaka mitatu na miezi sita, kwa kuwa hesabu ya Mungu si sawa na hesabu ya mwanadamu. Nilikaa mle ndani naendelea kuchuchumia, namuomba Mungu, na kumbe kuna mahali ilifika wazazi wangu wakakata tamaa nikaanza kuwauliza hivi, kijijini mlipokuwa mnaishi fulani yuko wapi? Tukaanza kupitia historia ya maisha ya watu tuliokuwa tunawajua, tukapitia mpaka biashara ya nyanya. Tuko tunalima, mimi na baba yangu, unalima nyanya Koromija, unakuja kuuza nyanya Igoma. Tukakumbushana baba yangu alifanyika kwa kondakta, mimi nikawa tingo, na inafika hatua konda anatakiwa mlipe posho tingo. Posho unapokosekana inabidi tingo atafute mizigo. Mimi ndio tingo, natafuta mizigo ya kupakia kwenye basi, baba ndio kondakta. Tukawa tunakumbushana nyakati mbalimbali mbali. Lakini mwisho tukafika kwenye hatima, tukasema hata hapa tulivyofika ashukuriwe Mungu wa Israeli.